Nimepata fursa ya kukutana na baba askofu wa kanisa la EAGT. Yeye ni askofu wa hapa Morogoro Kilosa mjini, baba askofu Makengwa. Yeye amekuwa kiongozi pia wa makanisa ya Kipentecoste, ni makamu mwenyekiti wa CPCT. Na swali langu kubwa kwake, kumekuwa na hizi ibada ambazo zimekuwa zikifanyika katika makanisa za kuvunja laana, za kuvunja madhabahu, za kujiongamanisha madhabahu, lakini tu sio ibada, pamoja na hizi sadaka zinazoambatana na ibada hizi. Sasa nimekuja kutafuta ufafanuzi juu ya hili swala ambalo linaendelea kuwa na tanzia nyingi katika kanisa, kwamba zina uhalali au hazina uhalali: ibada za kukomboa watoto kukomboa siku ya kuzaliwa, kukomboa fahamu, kukomboa familia, kukomboa nyayo, kukomboa kitovu na kombozi mbalimbali zinazoendelewa mbali kubuniwa. Mbaya zaidi kwamba Mkristo anaonekana analaana, anatakiwa asafishwe kwa sadaka yake. Je, swali hili baba Askofu Frank Makengwa, kwa uzoefu wako katika huduma, kwa uzoefu wako wa kuchambua maandiko na tunafahamu una PhD. Sasa tunahitaji majibu kama vijana. Swali langu, hizi ibada zina uhalali kiasi gani? Asante mwandishi. Ibada hizi hazina uhalali. Katika Biblia tusomi kwamba uka imani za wenzetu walioanza imani hii. Hmm ambayo ni Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. Mm, hakukuwa na ibada za namna hiyo. Ibada za namna hiyo zilikuwepo huko muda mrefu uliopita za ma, nio, ma, ma, hao wale wanaefuata miungu mingine wakati ule wakina, wakati ule unaposoma katika Agano la Kale, wakati wakina Mfalme Ahabu ulikuwepo na yule mke wake Yezebel, kulikuwa na miungu mingine ambayo walikuwa wanatoa sadaka na namna hiyo mpaka sadaka. Wakati mwingine tunasoma habari za Elia, wakati alipoomba mvua isinge katika nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Baada ya kujionyesha Elia aliweza kuwambia kwamba kitu watakachofanya wakatoe sadaka ya kuteketezwa kuweza kuona Mungu wa kweli ni yupi. Sasa kulikuwa na miungu wengine eh, ambao walikuwa ni mabahari wale mabahari, ili akaambia kwamba tutafanya kitu kimoja, tutatoa sadaka. Tutapata ng'ombe wawili, kati ya ng'ombe wawili wale tutatoa sadaka, ila sadaka yetu tunataka itekuni, tusiweke moto kawaida bali moto utoke mbinguni. Kwa hiyo wale mabali wakasema kwamba ni kweli, wakaanza kuomba mungu wao mpaka kufikia jioni. Na Elia akaanza kuadhihaki, labda mungu wenu amelala, labda mungu wenu hasikii. Mpaka wakaanza kujikatakata na nyembe kwenye miili yao lakini hakuna kilichotokea. Lakini mtumishi wa Mungu Elia alipoomba kasema, naijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu wa Israeli. Moto ulishuka na ukateketeza ile sadaka, akaonekana mungu wa kweli ni nani? Amen. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo hata siku za leo vipo, mm. kuna manabii wengi wa uongo wapo, wanaleta ibada za namna hiyo, kama kuna mabada za mafuta, ibada za kutumia maji, wengine wanazungumza kwamba kwa sababu tulishaokolewa, kwa hiyo sasa hakuna haja tena, ya hata ukitenda dhambi hakuna haja ya kutubu tena. Ni vitu ambavyo vinavyoonyesha ni ibada ambayo sio halali, haipo kwenye Biblia. Kwenye Biblia yetu hatusomi vitu vya Kristo, hatakiwi kufanya ibada ya kuvunja laana, eh, Kristo hatakiwi kufanya ibada ya kuvunja laana, maana yeye mwenyewe Kristo alikufa msalabani, akavunja laana zote. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameokoka, laana zote za Torati zilishavunjwa na Yesu kwa hajia, inaganya, Yesu. Kwa hiyo hakuna tena haja ya kusema kuvunja laana tena, tutavunja laana za aina gani? na yesu mwenyewe alishamaliza. La, lakini baba, kumekuwa na hata Wakristo wengine wakimaliza kuomba, wamemtoa mtu pepo ama wamemwombea mgonjwa, wanasema wana roho za matuombe roho za malipizi. Hichi kitu kipo kwenye Biblia kwamba Shetani atakulipiza kwa sababu umeharibu kazi zake. Hakuna malipizi. Shetani hawezi akalipiza kitu chochote kile. Yesu alishamaliza kazi yote akasema imekwisha, na tumepewa nguvu na mamlaka heyo, ya tukawa tumepewa nguvu na mamlaka, hasa tunaposoma katika kile kitabu cha Luka sura ile ya 10 mstari wa 19, anasema tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kwa hiyo hakuna kitu kingine tena kitakachotudhuru sisi, hakuna malipizi tena, maana Yesu alishamaliza kila jambo na lakini na pia tumekuwa na tatizo hili kwa muda mrefu sana la kukomboa na kukomboa nyayo, mtoto wa kwanza, kukomboa siku ya kuzaliwa. Baba unasemaje? Hizo sio ibada sahihi ni ibada za kishetani kwa sababu mtu mmoja aliye aliyekomboa aliyetukomboa ni Yesu. Yesu, baada kufa pale msalabani alitukomboa kwa, hakuna pa, tena hakuna hizo ibada nyingine ya ukombozi zaidi ya ibada aliyoifanya Yesu. Ni, ni ni Yesu peke yake kwa kuoshana miguu kwa kutumia maziwa ili e, kudanganyana. Sasa hivyo vyote hamna ah, okay. e. Sawa baba. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hayo yote baba uliyoyaeleza, kuna wenzetu pia ambao wanadai kuwa hata mkristo akiokoka haitoshi, inatakiwa tena anakuwa na vifungo fulani, yani hawi deliver, anakuwa deliver, lakini bado anaendelea kufungwa eh, anaendelea kuwa na vifungo na roho za kumfuatilia je, ili fundisho kwa uzoefu wako na umri wako na kwa historia ya kanisa hili la EAGT, je, ibada hizo zimekuwako zamani ama hizi zimeanza sasa hivi? Maana kwenye Biblia hazipo. Hizo ibada hazikuwepo zamani, mm, wala hata sasa hazitakiwi kuwepo kwa sababu tunajua mtu mmoja aliyetukomboa ni Yesu, na Yesu alipotukomboa sisi tunapomwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wetu, basi tunakuwa tumeokolewa, hatuna tena ibada za namna hiyo. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa, tunaposoma sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili, anasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa walio wali, wali, walio, damu wala kwa mtenzi ya mtu, bali ni kwa Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tumeokolewa hatuna tena haja ya ibada nyingine zaidi ya zaidia, zile ambazo tulizokuwa tukuoshana nyota kuonyeshana mm, nyota vyote hivyo havipo. Na kitu bahati bahati, vitu vya bahati kwenye Biblia vipo baba? Hamna bahati bahati, hakuna sijui, eti tukuoshe upate bahati hmm, hakuna kuoshe upate bahati. Hatusomi kwenye Biblia mahali popote pale panapozungumzia vitu vya namna hiyo, ilatu ni watu tu wameweka vitu vyao wakifuata ma, ma, wakifuata mawazo ya kishetani. Sawa. Sasa baba, tunafanyaje kwa ajili, maanake msingi wa haya mambo kupata nafasi kanisani na kwa waumini hata waumini wetu wa EAGT like, wakati wengine wanaweza wakakumbwa na mambo haya wanasema wanasema kwamba baba, sisi tumekuwa hapo kanisani kwa muda mrefu ni watiifu watutumii mafuta wala nini, lakini bado tumeendelea kuwa na changamoto e, posefu po, wa nini na nini. Kwa hiyo baba, unasemaje juu ya hilo kwa sentensi moja? Hilo tunachotaka ni kwamba pamoja, e, na kwamba tunaweza kuwa mtu ameweza kuombewa kwa muda, lakini anachotakiwa kufanya ni kuendelea kumwamini mm. na Mungu, natakiwa kuendelea kumwamini Mungu, Mungu atamponya maana mm. hey, tunaambiwa katika neno la Mungu kwamba tunatakiwa tuamini, yote yawezekana kwake aaminiye. Na tukumbuke kwamba <tikini> hata kile kipindi cha Yesu si kwamba aliwaponya mm. kila mtu aliyekuda, iponya na watu wengine hawakuponywa. Kwa hiyo hata wao wenyewe wanazozungumza kwamba kule wanaponya ona, na watu wengine unakuta kwamba hawaponyi. Ah. Na wakati mwingine anaweza akatoka kule akaonekana amepona, lakini akitoka pale akirudi tena huyo, watu wanapaswa watulie, watulie, watulie, watulie, watulie, watulie, watulie kwenye kanisa husika, watu wanatakiwa watulie katika kanisa husika, ah. wasimini hii wasianze ku wadumu katika atika katika maombi. Mungu atawaponya kwa wakati wake, lakini pia baba, nataka kusema jambo la mwisho, zetu zimekuishia kwamba tumekuwa na hili tatizo kwa muda mrefu sasa. Kwa hiyo mwenye laana haswa, mimi nadhani ni yule ambaye hajamwamini Yesu. Hmm. na sio ambaye hana hela u ambaye ana changamoto za kiafya, kwa sababu changamoto za kiafya hata lazalo alikuwa nazo, lakini changamoto za kiuchumi, hata Ibrahimu alishawahi kupitia hiyo changamoto, Yakobo, hata kanisa la kwanza tunaona liliwahi kuomba msaada wa Antiokia. Kwa hiyo mwenye laana haswa ni mtu ambaye hajamwamini Yesu, na laana yake haitoki kwa njia ya, ya sadaka inatolewa, ya kwa njia ya kumwamini Yesu. Kwa hiyo Mkristo hana laana baba, ama wewe una neno gani la kuongezea? Hana laana, na ni kuvunja katiba ya kanisa pamoja na kuikosea heshima Biblia, kufanya kufanywa kumwambia Mkristo kuwa ana laana, inakuwa kinachotakiwa Mshauri wangu ni kwamba watu wanatakiwa wafuate Biblia. Msingi wa Biblia ni nini? Nasemaje? na hata wale wenzetu waliotutangulia, je, mambo haya wakati ile yalikuwepo? Ndio, baba anakuuliza mambo haya ya kuvunja laana, kipindi cha kwenu mnapolipokea kanisa, yalikuwepo? Hayakuwepo. Hayakuwepo hata kwenye historia ya kawaida ni mambo yaliyozuka ya baba. Mimi ninakushukuru Mungu akubariki kwa machache ambayo umetupa. Amina na Mungu awe nawe.